kutokea katika nchi ya Tanzania ambapo mnyama Simba Sports Club atakwenda kucheza mechi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry, ambapo Al Masry ni miongoni mwa klabu kubwa kutokea nchini Misri, lakini Simba ni klabu kubwa kutokea nchini Tanzania. Ambapo kuelekea katika mchezo huu wa mkondo wa kwanza ambapo Simba wanaanzia ugenini, basi fahamu kwa upande mwingine, hivi sasa tunavyoongea, tayari kikosi chekundu wa Msimbazi kimeshawasili katika nchi ya Misri kwa ajili ya kuanza kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry, Soka Klabu. Lakini fahamu safari ya Al Masry mpaka kufika hatua hii ya robo fainali, tunaona wao walicheza mechi sita. Katika mechi sita walishinda michezo miwili pekee, wakitoa sare michezo mitatu na kuweza kupoteza mchezo mmoja. Al Masry walifunga mabao saba na wao kuruhusu mabao manne, wakapata clean sheet mbili katika hatua makundi, katika mechi sita ambazo waliweza kucheza. Lakini mnyama Simba yeye katika michezo sita ambayo aliweza kucheza katika hatua ya makundi ameshinda michezo minne akiweza kutoa sare mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja. Simba amefunga mabao mengi, yani amefunga mabao nane kuliko yale saba ambayo Al Masry wameweza kufunga. Lakini fahamu kwa upande mwingine, Simba ikaruhusu bao nne kama vile vile Al Masry walivyoruhusu bao nne, lakini Simba ameongoza kwa kuwa na clean sheet nyingi akiwa na clean sheet tatu, kwa Al Masry wao wakiwa wana clean sheet mbili, ambapo kuelekea katika mchezo huu ni mchezo mgumu kweli kweli. Kwa mnyama Simba kwa sababu Al Masry wakiwa kwao ni wa moto kweli kweli, hususan katika nchi ya Misri. Sasa fahamu, kuelekea katika mchezo huu, tunaona kwa upande mwingine ratiba ya mchezo huu imeweza kubadilishwa kutoka siku ya Jumapili ambapo sote tunafahamu Simba katika michezo ya kombe la shirikisho wamekuwa wakicheza siku ya Jumapili. Sasa mchezo huu umeweza kupelekwa siku ya Jumatano ambapo utakwenda kuchezwa katika tarehe za mwanzo mwezi wa nne yaani, mchezo huu utakwenda kuchezwa tarehe nne, utakwenda kuchezwa tarehe mbili ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano pale nchini Misri. Majira ya mchezo huu hapo awali ilikuwa uchezo saa kumi kwa saa za nchi ya Tanzania, lakini pale nchini Misri ni saa kumi na moja. Kwa hiyo tunaona kupitia Al Masry waliweza kuandika barua kuomba muda mchezo ambele wa huu uweze kusogezwa mbele na kucheza usiku, akiamini kwamba wao mara nyingi wamezoea kucheza usiku huku Simba wao wakizoea kucheza mchana. Kwa hiyo kwa sasa mchezo huu kwa mujibu wa ratiba unatarajiwa kuchezwa siku hiyo hiyo yu ya jumaa eh, tano ya tarehe mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano, lakini muda mchezo huu utakwenda kuanza kuchezwa kuanzia saa moja usiku kwa saa za nchi ya Tanzania, lakini kwa pale Misri itakwenda kuwa saa mbili usiku. Kwa hiyo Simba wanachezeshwa usiku saa mbili usiku pale nchini Misri, lakini Simba wamekuwa mara kwa mara wakicheza mechi ugenini na msimu huu tunaona wamekuwa wakifanya vizuri. Wameenda nchini Morocco kucheza dhidi ya CS Constantine, na waweza kufanya pua kwelikweli, na bila kusahau waweza kwenda katika nchi ya Algeria wakaenda kucheza mechi katika hatua makundi na kuweza kufanya vizuri na vilevile vile, katika nchi ya pale pale Misri washakucheza mechi. Kwa hiyo Simba wana uzoefu mkubwa na nchi ya Misri, kwa muda si tatizo kwao. Saa mbili usiku na huko ni saa moja Tanzania, washazoea muda huo. Kwa hiyo mechi itakwenda kuchezwa siku ya Jumatano na si Jumapili kama ambavyo ilizoeleka hapo awali. Ni kutokana na kwamba CAF mara kwa mara inapofika hatua za mtoano, mechi hizi zinapelekwa katikati ya wiki. Eh, bwana, nini maoni? Nini mtazamo kuelekea katika mchezo huu? Je, kwa upande wako wewe unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi? Unaona nafasi ya kwenda la comment na, na kushea nasi maoni yako, na kama unaamini mnyama Simba atatoboa ugenini, like video yetu afu tuambie ushindi wa magoli mangapi.